Naomba kutoa shukrani nyingi za dhati kwa serikali kuu ya awamu ya sita kwa kazi kubwa ambayo imeweza kuifanya katika uboreshaji wa bandari zote ikiwemo bandari yetu ya Mtwara. Sisi upande wa serikali ya mkoa wa Mtwara, tutaendelea kuhakikisha mamlaka ya usimamizi wa bandari hapa Mtwara wanakuwa na mazingira rafiki ya kutekeleza majukumu yao wadau wote wa bandari wanaokuja kutumia bandari ya Mtwara kadhalika wanakuwa na mazingira rafiki asiyo na urasimu katika utekelezaji wa majukumu yao. Na katika hili, ninaomba sana TPA kuhakikisha kila mtumiaji wa bandari aone kimbilio lake ni bandari ya Mtwara. TPA pekee hatuwezi kufanikisha malengo yetu pasipo kwenda sambamba na wadau wengine katika mnyororo mzima wa huduma. Hivyo ni rai yetu kuwa juhudi za pamoja zinahitajika ili kufikia malengo tuliyojiwekea. Ukileta meli yako ya empties kama nafasi ipo tutakuingiza kwa sababu tunatumia muda mfupi sana kuhudumia empty containers. Kwa hiyo ni swala la masaa 24 hata kama una container mia sita mia saba mia nane tutashusha na utaondoka. Kwa hiyo ni swala ambalo liko ndani ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba tunakupa kipaumbele utakapoleta empty containers.